Utabiri wa nyota ya mshale mwaka wa 2026. Awali ya yote ni kuomba usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mwaka 2026 kwa mshale ni kama safari ya kupenya misitu minene, lakini mwisho wake kukiwa na angapana linalong'aa kwa dhahabu. Huu ni mwaka wa kubadilisha falsafa yako ya maisha, kuboresha uelewa wako wa nafsi, kupokea zawadi za kiroho na kuanza hatua mpya katika safari zako za kazi, mapenzi na fedha. Utatembea katika njia yenye mabadiliko, mengine yatakuinua, mengine yatakukomaza na mengine yatakupa hekima ya ajabu ambayo ni ya kipekee kwa nyota yako. Mshale ni nyota ya uwindaji wa kweli, wasafiri wa dunia, wapenda uhuru wapenda safari ndefu za kifikra na kiroho. Katika mwaka huu nguvu hizo zote zinawashwa upya, zinakuwa kali zaidi na zinakuongoza katika fursa ambazo haukuzitegemea. Tuangazie katika mapenzi. Kwa wale walioko single, mwaka elfu mbili na ishirini na sita unawapa mshale walio peke yao nafasi ya kukutana na mtu wa aina mpya kabisa. Huyu si mtu wa kawaida, ni mtu anayekufungulia milango ya safari mpya ambaye anakuja na, na nguvu ya kiroho, busara na ukomavu wa kihisia. Mwanzoni unaweza kuhisi kama unamsoma vibaya, lakini ukimpa nafasi utaona anaendana na moyo wako kwa kina. Mwezi Machi na Juni ni kipindi ambacho chembe ya mapenzi itaamka na kukuvuta kwa mtu mwenye upeo mpana wa fikra, mwanga wa ndani, tabia za kutulia, uwezo wa kukupa uhuru bila kukupoteza, kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Moyo wako utaanza kuhisi usalama. Kwa walio kwenye uhusiano mwaka 2026 unaleta matibabu ya majeraha ya kihisia, kurejesha imani na kujenga urafiki wa kina na mwenzi wako. Unaanza kuona umuhimu wa mazungumzo ya wazi, ukweli na kutokuwa na siri. Ikitokea kukatokea misuguano miezi ya Julai na Agasti, hii siyo ishara ya kuachana, bali ni nafasi ya kuimarika. Ni kipindi cha kupunguza kiburi, kupokea makosa na kujifunza ruha ya mahaba. Kwa walio kwenye ndoa, mwaka huu unaongeza ukomavu wa uhusiano, ongezeko la heshima, maamuzi ya pamoja na mipango ya mali kama ardhi, nyumba au mradi wa pamoja. Mtoto au ujauzito unaweza kuingia kati ya miezi ya Septemba na Disemba kwa paringi ambazo zimekomaa. Tuangazie kazi na biashara. Mshale, falsafa yako ya kazi inabadilika kwa hatua moja kubwa. Unaachana na kazi au mfumo uliozoea na kuingia katika kitu kipya kinachokutoa mbali zaidi mambo ya msingi mwaka huu huu. Ni mwaka wa fursa za kimataifa, habari, usafiri, kazi ya nje, online, projekti, midia, content creator. Unaweza kupata kupandishwa cheo ndani ya miezi ya Machi na Mei. Watu watakutegemea zaidi kwa hekima na uwezo wako wa kuongoza. Kwa wafanyabiashara unapata mabadiliko ya kifedha na mwelekeo mpya wa kibiashara. Fanya haya mwaka 2026: panua biashara yako mtandaoni, ingia kwenye partnership yenye maslahi, epuka mikataba ya karatasi isiyo rasmi. Unaweza kufanikiwa sana kwenye usafirishaji bidhaa kutoka nje, mafunzo, media content, semina, bidhaa zinazohusiana na safari au burudani matangazo na mikataba ya ubia. Hatari ya kujiepusha: usiingie katika biashara ya miamala ya haraka, kupata haraka na maneno matamu yasiyo na uthibitisho. Tuangazie upande wa kiafya. Mwaka 2026 unaonyesha afya yako kuwa imara, lakini kuna maeneo makuu ya kuangaliwa kwa makini. Magonjwa yanayoweza kukusumbua: shinikizo la damu kupanda, kwa msongo maumivu ya mgongo na kiuno, maumivu ya miguu kutokana na safari nyingi, upungufu wa usingizi, tatizo la kupumua wakati wa baridi, kukosa maji mwilini. Kitu cha kuangalia zaidi, afya ya ini na figo kama na kunywa pombe au dawa bila mpangilio epuka. Ushauri wa kiafya kwa mwaka huu, kunywa maji mengi, fanya mazoezi ya kubana tumbo na mgongo, acha usingizi wa kuchelewa, tumia detox mara mbili kwa mwaka. Tuangazie upande wa kifedha. Mwaka 2026 si mwaka wa kupata pesa nyingi ghafla, bali ni mwaka wa mwendo wa utaratibu unaozaa matokeo makubwa. Utafaulu sana kwenye biashara za ubunifu, uwekezaji wa muda mrefu, hisa na crypto, lakini kwa ushauri wa kitaalamu, bidhaa zinazosafirishwa au kufika mbali na kutengeneza kipato cha pili. Tahadhari kubwa: usiwekeze fedha nyingi kwa mtu unayemfahamu kwa muda mfupi. Usiamini maneno, amini mikataba. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha nazo. Siku nzuri za bahati mwaka 2026 ni Jumatano, Jumamosi, tarehe 3, 7, 12, 18 na 27. Siku za kujiepusha nazo ni Jumatatu, tarehe 5, 14, 20 na 25. Tuangazie nyota za kushirikiana nazo na nyota za kuepuka mwaka huu 2026. Nyota za kushirikiana nazo kwa mafanikio ni nyota ya punda simba na nyota ya ndoo. Hizi nyota zinafungua mirango ya fursa, upendo, misaada na mafanikio ya kibiashara kwa mshale. Nyota za kuepuka mwaka huu 2026 ni nyota ya mashuke na samaki. Tuangazie saa za bahati na saa za kujiepusha nazo saa za bahati ni saa kumi kamili alfajiri hadi saa kumi na mbili kamili asubuhi saa nne kamili asubuhi hadi saa sita kamili mchana saa mbili kamili usiku hadi saa tatu na dakika thelathini usiku hapa ni saa ya kufanya maamuzi ya kifedha tuangazie saa za tahadhari kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na moja kamili jioni saa hizi hutoa migogoro Saa nne kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Saa hizi zitakufanya kuchoka sana kupita kiasi. Tuangazie mafusho na manukato kwa nyota hii ya mshale. Mafusho ya bahati kwa mshale mwaka huu 2026 ni udi wa kifalme, udi wa waridi, sandalwood, mkaratusi ama eukariptus, mdarasini. Haya mafusho yanafanya kufungua njia, kuongeza bahati, kuondoa wivu kuongeza mvuto wa biashara na kuharakisha mafanikio. Manukato ya kutumia kwa mwaka huu 2026 ni oud wood, Sahara Noir, vanira miski, Cedar miski, ambari intense. Manukato haya yanaendana na roho ya moto ya mshale, yanaongeza ujasiri, mvuto na malengo kutimia. Tuangazie rangi za bahati na nambari za bahati. Rangi za bahati kwa mshale ni zambarau ya kifalme bluu ya ya bahari na dhahabu. Nambari ya bahati kwa mshale ni 3, 7, 12, 27, 34, 47. Tuangazie ndoto unazoweza kuota mwaka huu 2026. Mshale utaota ndoto zifuatazo: kuona maji mengi, ishara ya mabadiliko, kuona kondoo au farasi, ishara ya safari mpya, kuona moto mdogo, ishara ya kuondoa mikosi, kuruka juu, ishara ya mafanikio yanakaribia, Kuona jua likichomoza ishara ya bahati mpya, kuona barabara nyembamba ishara ya tahadhari. Huu ni mwaka wa ndoto za kiroho, usipuuze. Tuangazie majanga na changamoto za kuepuka nazo mwaka huu 2026. Sio majanga mabaya, lakini tahadhari ni lazima: kupoteza pesa kwa mtu usiyemjua, ajali ndogo za barabarani miezi ya Aprili na Julai, migogoro kazini kwa maneno ya haraka kupoteza vitu vidogo kama simu au kadi, kutoamini hisia zako za hatari. Ukiwa makini, hautakumbwa na madhara. Ushauri wa mwaka 2026 kwa nyota ya mshale. Mshale, huu ni mwaka wa kujitengeneza upya. Ni mwaka wa kujiona kwa jicho jipya. Ni mwaka wa kuona dunia si kama mahali pa kukimbia, bali mahali pa kutengeneza mizizi yako. Huu ni mwaka wa kujenga nizamu, kuwekeza kwa uhakika kuuliza maswali kabla ya kuamua, kuwa na malengo unayoyafuata kwa ukomavu, kupunguza watu wengi wanaokupotezea muda, kuruhusu hisia zako ziwe wazi, kupokea mapenzi bila kukimbia. Ni mwaka wa kushinda vita tatu: vita zidi ya wivu, vita zidi ya hofu ya kukwama, na vita zidi ya kurudi nyuma kwa sababu ya mazoea. Ukiufuata mwaka huu kwa mipango, utashangaa utakuwa: kiroho, kimwili, kifedha kimahusiano na safari yako itaangaziwa na mwanga wa bahati ulioamka. Na cha mwisho, utabiri huu ni wako, mwaka wako, safari yako. Huo ndio utabiri wa nyota ya mshale mwaka huu 2026. Basi ni kusihi usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, baibai.